Maxi Nzengeli andabwile chezwa na Kibabage. Bage anaojaza ndani huku Maxi Nzengeli wa wow! Bao la kurujwani ndani ya Gombani Pemba, Maxi Mpian Nzengeli anaonyanyua mashabiki wa Young Africans wakifurahishwa Amisa Mobeto anapiga kicheko na tabasamu zito ndani yake, lakini Zimamoto wanashangaa hiki ni nini? Jitihada zimefanyika, wamezuia na kuzuia tena, walidhibiti mali Young Africans. Kibabaga kaupeleka Mudathiri, haya kauseti, Maxi Nzengeli akapiga mpira wenye kasi aina ya yake uliomshinda goli kipa, ika akashindwa kudhibiti mpira uliokamponyoka huo, ukaja kambani umiliki kwa Young Africans, anaanza na golikipa kipa, Abutwalibu Msheri, hatari langoni, na mwamuzi anaifunika, ni penalti! Jitihada kubwa zimefanyika, wamepambana zima moto kwa kupata faida ya kwenda kupiga mkwaju wa penalti, Abutwalibu Msheri alifanya madhambi baada ya receiving yake kutokuwa nzuri, ilikuwa waondoshe mpira ule, alikimbilia akaenda kufanya madhambi, aliukosa mpira, akwenda kuchonga gaza, wanata wanapiga goli la kusawazisha Zimamoto moto ulizimwa lakini unawaka tena hapa. Ndipo ambapo alifanya makosa Abdul Tarib. Msheri na wanaweka kambani moja kwa moja, Said Mwinyi.